Leo siku mm, ikiwezekana engineers na kamati yake ikae mezani na Roman Falls, maana kwa ujumla mashabiki wa Yanga humtaki tena kocha ah, kwa sababu mashabiki wa Yanga wanaonesha kutokuwa na imani muda mrefu maki hapa ni mtuano, mtuano. Tukifeli hapa hey, unaondoka. Kwa nini tuondoke mara ya pili mfululizo? Hatuwaza awali kabisa hizi eh? Tulishia makundi leo kuinua timu yake muda si haya, ni, ni kiungo mzuri sana lakini kuna wakati tunamuona kuna mistake ndogo anazifanya, na akichoka, basi ama mashindano ulipo hapa haitaki performance nzuri bro, ama mashindano inatakiwa uvuke hatua, goli la kichwa la mkono, vuka, ndio matokeo. Mashindano shindano haya yanataka hiyo performance. Nataka wewe, nenda kushoka, ni mzunguko, kwenda kwenda kwenda makundi, utacheza na Abdalla na Juma, mtaweza kucheza kile ambacho nakihitaji, umeelewa? Kwa hiyo mwalimu alishindwa kubadilisha timu yake mapema. Muda amechoka, muda mrefu sana. Mwenda amechoka, muda mrefu sana. Pakome mwenyewe ameshindwa, mwalimu kumsimamia kumwambia, Pakome sasa hiki usitumia mpira kucheza sana muda mrefu. Pakome anafatiki, Pakome timu ametoka, hajapumzika. Tunao watu unaidimu njoni ambaye ndo katika, katika, kikosi chako amekuwa akipata matokeo mazuri kwa muda mrefu. Kwa nini unakaa nje? Unashabalala na, na mwalimu huyu hapa tangu mwanzo. Sababu wana Yanga wanafahamu timu yao, wana Yanga wanafahamu rhythm ya timu yao. Leo rhythm ya Yanga imepotea yote kipicha pili. Sisi tunaamini kipicha pili wewe ndo utakuwa moto, tutakuwa fire. Leo kipicha pili ndo utakuwa loss kabisa, hatuna kitu. Kwa nini? Chief iko wapi? Mwalimu ameshindwa kureact. Mwalimu anafika wakati naye anakaa na benchi naye, hajui na benchi nini kifanyike. Benchi la ufundi limeshindwa kumsaidia mwalimu hii mechi la ufundi likajiuliza lenyewe, China iko wapi? Watanzania wametoka hapa kwenda Malawi kwa gharama pesa kubwa, watu wa familia zao. Tunahitaji mabadiliko. Kama Romain Folz anahitaji kubaki hapa Dar es Salaam Yanga Afrika, kama anahitaji leo usiku, leo usiku wakae mezani na engineer, wakae mezani atuambie ana uhakika wa kutuvusha mechi inayofuata ama la. Kama hawezi, meze pinduke mapemo siku huu. Huu ndio ushauri wa bure mm, kwa engineer. Hatutoweza. Tulimtetea, tukiamini na nafasi ya hajapata muda mrefu kwa timu, lakini kwa kipindi cha kuonyesha hii kipindi cha pili. Mm. Meka, Yanga atakiki kushuka. Yanga atakiko kwenda juu zaidi. Hauwezi kwenda juu kama kila siku wewe performance yako inashuka. Mwalimu anatakiwa uwe na maingizo mapya. Una formula mpya na feli hapa wapi nikifanye? Mwalimu unacheza Yanga ni kubwa mno. Ni sasa na maji yanapanda mlima. Leo kupenda kikosi chako vizuri unakwama wapi? Unaona kabisa Boyeli, umemweka Boyeli ndaka sabini nzima hakupata matokeo mazuri. Lakini moja kati ya striker ambao mlikuwa mnamuimba sana Boyeli. Of course. Yanga tuosajili, tunasema mapungufu ya mwalimu. Mwalimu ameshinda kusoma sajili wake moja mmoja, ameshindwa kuisoma Yanga inataka nini, Yanga ni klabu aina gani? Umeelewa, hatumaanishi wale sajili wa Yanga ni wabovu. Yanga yote hata kupaa, ufundishe mwanangu utasoma vizuri Yanga ile pale kwa sababu nafahamu mazingira na ndio maana tukasema tumpate mtu. Hata uongozi wa Yanga ulipokuwa aje Mamedi, mabedi sawa, walikuwa na maana kwa sababu Mamedi mpira wa Kiafrika huu, hasa kanda zetu hizi, anafahamu, lakini alikuwa benchi la ufundi. Mamedi alikuwepo sio kocha mkuu, si msaidizi. Ndio nakwambiaje? Mwisho wa siku lama baba nani zi hapa mabedi anaako hata kama Yanga ingefanya vizuri leo, lawa sio sio ingana kwa nani? Kwa mabedi. Kwa leo tunachosema hapa kwamba Falls ameshindwa kusimamia bench lake la ufundi timu yake kwa hivyo. Tunachomwambia timu imecheza mpira mbovu. Kwa maana kocha Roman Falls hana kiwango cha kuifundisha Yanga Africans. Yanga ni kubwa kuliko Roma, Roman, Falls. Sasa na akili. Roman Falls ni mdogo. Yanga ni kubwa kuliko Roman Falls. Atafutwa mwalimu mwenye uwezo sasa kutotoa pa tulipo. Na kama tutashindwa hapa kuvuka hapa nyumbani, injinia atanisamehe sana. Injinia atanisamehe sana naomba niongee wazi, atanisamehe sana atakuwa ameshindwa kutusimamia msimu huu yanga kwenda mbali, kwa sababu msimu uliopita tumeishia makundi, this time around tuishie mtoano. Ni aibu kubwa, dunia imekuona leo AC wewe FIFA well, hana sababu yote, tumempa dhamana ya kusimama kwa na nembo yetu. Tunaposema kwamba tumempa dhamana, maana tunahitaji mafanikio, mafanikio ambayo ilishatupa mwanzo. Kama ameelewa sifa atuambie, na mimi siami kama ameelewa sifa injili. Namwamini, ninachomwamini ili endelee kumwamini, nahitaji akae mezani leo usiku. Kama anamuona falls kwa uwezo tunaonyesha huu, atupisha mechi ya Dar es Salaam, tutasimama sisi wenyewe, matawi sisi wenyewe, mashabiki sisi, tutasimama sisi wenyewe kwa maana mashabiki wa Young Africans mnatoa onyo kwa engineer Harris. Naam, kwa sababu yeye ndo kamanda, yeye ndo mwanajeshi mwanajeshi letu kama yeye eye akifeli sinafanyanini? mm. tunamuweka pembeni, alafu kamanda msaidizi nnakambile tuna mm. tunaamini kabisa anaelewa na yeye ameona, nimemwona kwa juu kwenye jukwaa na amediali Ha, ha, I'm sorry. Na nalikamwe na, pressure hii preshish pressure, pressure, pressure kubwa sana alikuwa akiwa na, nalikamwe na tumeona pale juu naamini kabisa kipo cha kiona. Mm. Watakwenda kuzungumza waanzie benchi la ufundi waulizane, wakirudi mecha Dar es Salaam, tunahitaji kuvuka. Kinachohitaji hapa ni kuvuka, wamefanya nini, wanampa nani, watajua, tunahitaji kuvuka hatua ya makundi ndiyo. Lakini kocha wenu anaonekana ni kocha ambaye amekamilika na mkocha hapa amekamilika na vyeti. Hata darasa la 7 anapata cheti, hajasoma kwa maana. Sasa hivi hamtaki kuangalia vyeti, tunachoangalia kazi. Vyeti vyako mm. vinakupa nafasi ya wewe siku tukupe kazi, nikuombea kazi, lakini kama kazi huwezi, cheti chako cha nini? Ndio maana hmm. tumesema hata kwa jirani kule kuna matatu kwa mzee wa minazi, umeelewa? waanga vitu vyake vitu gani? timu hakuivu, hakuivusha ya kwake leo, unamchukua unamchukua mwalimu wa kwako, anakuvusha na kipi? kuingilia sitake kuingilia mechi yao, bado na somo msemaji wao, nazungumza kwetu sisi. Mwalimu Folzi kama ana vyeti kama ana makaratasi kwa, t, kwa, kwa timu alioipanga leo, uwezo unaonyesha leo ndani ya Malawi amefeli, amefeli. Mechi ya Dar es Salaam amtaki vyeti. Mechi ya Dar es Salaam haitaki vyeti. Mechi ya Dar es Salaam haitaki ufundi. Mechi ya Dar es Salaam inahitaji kuvuka. Basi hawezi kuvuka, atuachie sisi wanachama, sisi mashabiki, tunaweza kuivusha hapa Dar es Salaam timu yetu yasija akakuta yale alihilali na ndio maana tutake tukute hayo, kwa sababu tunaamini sisi uwezo wetu ni mkubwa, wacha tulionao, wacha walio juu, kiwango cha juu kwa, kwa nini leo ionekane ndio ju nafasi kama ndio maana tumempa nafasi goli moja toka na plan B kutoka Malawi mpaka kufika Dar es Salaam, tunahitaji timu ivuke na injinia amwambie au akae mezani amwambie, wana, wanayanga wanahitaji kuvuka makundi, kauli iwe moja tu. Wachezaji waambiwe, jamani, wanayanga wanayanga, wanahitaji mvuke, sio mkapige chenga nyingi. Hatuna haja na chenga, sisi hatuna haja na chenga, hatuna haja na pasi nyingi. Hata si tupige mpira wetu, kama awezi mpira wetu, hatuishie mpira daima mbele nataka mpira wenu wa zamani. Tunataka matokeo sasa. Mpira wetu wa zamani wakinashinda iko wapi? Mpelekee kama utafanya kazi hufanya kazi, tunahitaji matokeo mm. pasi za back pass hatutaki tena. Mtu kukisia, msijue kanifae, hatuai kusiwa, mtu apewe nafasi kwa uwezo alionao na akafanya kazi ambayo anastahili kuifanya. Yanga Afrika, tunahitaji kuvuka. Tumekosea, tumeharibu huko ugenini, tukafanye vizuri nyumbani mechi ya marudiano wiki inayofuata. Neno la mwisho kwa mashabiki wengi Afrika baada ya kupoteza mchezo leo, neno la mashabiki, mimi binafsi kwanza, tusikoe chaje, tumetoka salama, cha kwanza turudi nyumbani, tuendelee ku support. Sisi ni wa Yanga, sisi ni wana Yanga. Kwa hiyo hauwezi kwa maana Yanga ukamtukana uka, uka, uka, uka Zengeli, ukamtukana Pakome, ukamtukana nani? Turudi wachezaji wetu mezani, turudi hapa tuwe kitu kimoja, tumwambie tu mwalimu wetu, jamani mwalimu nafasi hii tulikupa kule, kule Malawi ni ya mwisho. Hii nafasi ya kuvuka, kama wanavuka tuvushe, hauwezi tuwachie sisi hapa. Sisi wanayanga tuendelee kuungana pamoja, tuendelee kuwa na, tuendele slogani yetu ya Yanga bingwa, tufanye vizuri katika matokeo yanayofuata, na imani timu yetu ni nzuri, tuna uwezo mkubwa kufana kuvuka. Maana wazee wa, wa kule Mbeya walikuwa sahihi, kipindi mpambea City yaondoke mapema. Sori, rudia. Wazee wa Mbeya wanataka kocha aondoke mapema. Wazee wa Mbeya walifuruku, mi nasema kama walipapalika kwa sababu waibiwa. Rudi nyuma, Damondi na Msadabi walipapalika kwa sababu huyu ndiye alikuwa amekuja mwanzo. Je, wajiulize, Damondi na Nabi waliopata matokeo Mbeya kwa mbili, tumepata matokeo si tunalia? Wakati mwingine Ken Gold wasi kutusumbua goli moja tupata kwa, kwa mbinde mno. Kwa hiyo wangerudi nyuma, lakini waendelee kushika mkono mwalimu kocha wao, washikie timu yao na uongozi wao. Tunaamini sasa kile tulichokiona hapa leo, sisi wote kwa pamoja tuwe na kauli moja, tunahitaji kuvuka makundi hiko ndiotueta kocha tukajitathimini, kuanzia safari yake kutoka Malawi mpaka afike Dar es Salaam aje na kauli moja tu, naivusha yanga basi. As, asipotuvusha yanga naye tutabaki naye hapo. Tunasema nini? Injinia atu, atusamee, atuachie yanga yetu. Kushukuru sana, asante sana ndugu yangu, karibu siku nyingine.